Tupo kwenye hatua mbalimbali za ukamilishaji, kama ambavyo unaona majengo mengine yameshaanza kufanywa skimming, na vifaa vipo tayari, madirisha na milango, tukimaliza kwa ajili ya kuanza kufitisha. Kwa hiyo ifikapo mwezi wa sita tarehe thelathini tutakuwa tumemaliza ujenzi wa shule hii. Ni shule mpya kabisa ambayo ina vifaa vyote, kwa maana ya facilities zote ambazo zinatakiwa katika shule sekondari, madarasa, maktaba, pamoja na maabara ambazo zitasaidia watoto wetu kuweza kuongeza mafunzo ya vitendo hasa watoto wa masomo wa wa ya sayansi, na hapa tulipokea takribani milioni mia tano na themanini na tano ambazo tutamalizia ujenzi huu wote. Hatuna changamoto ya fedha mpaka sasa hivi, tunaendelea na ujenzi. Kwa hiyo sisi kama serikali ya mkoa tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na serikali hii kwa kuendelea kuboresha kwa vitendo sekta ya elimu. Kazi ni nzuri sana. Shule hii inajengwa vizuri. Nasema vizuri kwa sababu muonekano wa majengo upo katika viwango vya ubora vinavyokubalika. Nasema pia kazi ni nzuri kwa sababu kwa taarifa iliyotolewa hivi punde na Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, kazi ilianza Desemba mwaka jana, na sasa hivi huu ni mwezi wa tano wa mwaka mpya. Kwenye kipindi cha miezi sita tu, tunaona jinsi majengo mengi yalivyojengwa kwa ubora katika kipindi kifupi, na kwa taarifa tuliyopata pia hapa ni kwamba kabla ya mwezi Juni kumalizika, maana yake na mradi huu nao utakuwa umekamilika ujenzi wa majengo yote. <laughs> kuipongeza serikali yetu kwa kazi hiyo. Sisi chama tumekuja, tumeona, tunaridhika nayo.